miongoni mwa watu man yattakhidhu min duni llah, anamfanya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, anampenda asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanafanyia andada miungu yuhibbunahum, miungu hiyo wanaipenda Allah. Kama vile mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala au mtu anampenda mtu mwingine mapenzi ambayo yanakuwa sawa na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni shiriki katika mahabba, kwa sababu kupenda ni ibada. Utakapofanya taswiya, umefanya shiriki katika ibada ya kupenda.

Man thalathun, mambo matatu. man kunna fihi wajada bihinna halawata aliman, mambo matatu yatakapokusanyika kwa mdya, wajada bihinna halawata aliman, atapata ladha ya iman mtu huyo, mambo hayo yatakapokuwa katika nafsi yake katika moyo wake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kupendeka zaidi katika nafsi yake na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mapenzi ya Allah kisha

wewe nafsi yako alimwambia, nakupenda kuliko nafsi yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, paka useme kwamba hata nafsi yako amwipendi zaidi kuliko navyopenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiallahu anhu akasema, nakupenda kupenda ya Rasulullah kuliko na nafsi nafsi yangu. Kwa hiyo sahaba huyu aliitanguliza nafsi yake, kisha bwana mtume bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akamsahihisha alivyosahihishwa na Rasulullah naye pale pale kutokana na mapenzi yake ambayo ni juu zaidi ya kumpenda Bwana Mtume sallallahu alaihi waali wasalama akaisaidisha nafsi yake imaana, akajaliya mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasalama e, niya juu zaidi kuliko nafsi yake. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasalama akasema, mtu ambaye mambo matatu yatakuwa katika nafsi yake atapata ladha ya imani Allah subhanahu wataala awe ni namba moja, na kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, kisha mapenzi ya kumpenda kwa bwana mtume aaaa, vilovilevile kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akasema: wa an yuhiba almara la yuhibuhu illa lillah, na ampende mtu hakumpenda mtu huyo isipokuwa mpenda kwa ajili ya Allah subhanahu wataala. Hakumpenda mtu isipokuwa amempenda lillah, hakumpenda kwa sababu ya nafasi yake katika jamii, hakumpenda kwa sababu ya cheo chake, hakumpenda kwa sababu ya mali zake, bali amempenda lillah, amempenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Endapo mtu ataka kufanya hivi, wajada bihi halawa ya iman, atapata ile ladha ya imani, lakini iwe ni tofauti kama tutakavyokuja kuja kuona maneno ya Ibn Abbasi radhiallahu anhuma anasema ya kwamba watu hivi sasa wanapendana kwa ajili ya dunia tu kwa ajili ya vile ambavyo vinavyoonekana hawapendani kwa ajili ya Allah Ibn Abbasi rahimahullahu taala akasema kwamba huyu anayesema ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi waalihi wasalama alikuwa katika karne ile ya mwanzo ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasalama amesema ni karne bora. Je, hivi sasa sisi tuko na hali gani? kama enzi hizo wako walikuwa wakipendana kwa sababu ya kitu fulani, kwa sababu ya jambo fulani, je, hivi sasa katika karne yetu hii, katika zama zetu hizi, tutakuwa na hali gani? Tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tusipendane kwa ajili ya

hauna hilo hauwezi kukaa na ladha ya imani. Kwa hiyo ndugu yangu, katika imani tuangalie maneno yanayosema itajitamaa fi rajulin wahidi vinbi, atakapokusanyika kwa mtu mmoja, zikakusanyika kwake yeye ana heri zake, na pia vile vile mtu huyo huyo ana shadi zake, na pia vile vile mtu huyo anakaa anafanya kaa za kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu huyo lakini pia mtu huyo anafanya bidaati je. Yeah, msimamo misingi ya yeah, ahlusunna waljamaa iko vipi ya yeah, kukwamiliana na mtu asambuli kama hii ni misingi ile kihawarij, ni misingi ile kina mu'tazila. Misingi ya ahlusunna waljamaa namna ya yakuamiliana na mtu huyu ambaye afanya sunna na mtu ambaye amechanganya baina taa walmasia wao mutlaqan, walimcuchia hiyo misingi yakina mutazila na Hawarij kweye likuzanza si imani kama zile kurusi ambazo tulizoelekezwa kuhusiana na firka ya Hawariji na misingi yao. Utakapoisikiliza vizuri na ukaishi katika misingi hiyo utakuwa umesalimika. kama milannasi liyou ni wangapi katika waislamu idi leo anamchukia ndugu yake mutlaqan, hiyo ni misingi ya Hawarij. Imani unakuwa na sehemu katika uko ndani ya Sunna, lakini ukawa unamchukia ndugu yake katika imani mutlaqan, moja kwa moja unakuwa na misingi ya Hawarij, una sehemu katika uhawali chembe chembe hizo ili tuweze kuziepuka, lazima tuishi katika misingi ya Ahlu Sunna wal Jamaa. Unampenda kadri taa namna anaifanya laha ya kumtii Allah subhanahu wa taala, na unamchukia kutokana na maasi anayeyafanya ya kumwasi Allah subhanahu wa taala. Unamchukia kutokana na bidaa zake, lakini ile sunna aliyefanya mpende kwa ajili ya sunna hiyo. Ni misingi ya Ahlu Sunnah Waljamaa.

ili niweze kufika katika malengo lazima niweze kujipendekeza, lazima niwe nimeashiria kwamba nampenda. Kwa nani nampenda? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Kwa ajili ya Allah nini kwambia yule ambaye empenda kwa ajili yake. Hayo ni mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa faida, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innallaha yaqulu yaumalqiama, Allah subhanahu wa taala atasema siku hiyo ya qiama, aina almutahabuna bijalali

katika kivuli faida ya kupendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tupendane kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala, na tutukiane kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusiwe ni watu ambao hakuna alwala walbaraa. Ukikosa alwala walbaraa, wal utakuwa na shida, hauwezi kupata ile halawa, ile ladha ya imani, hauwezi kupata utatetea hata ambavyo havifai kutetewa

unaongezea katika na mtetea katika dhulma haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema unsur ahaka dhaliman au mazluma, nusuru ndugu yako ambaye ni dhalimu au mazluma, wenye kudhuluma au wenye kudhulumiwa. Huyu anayedhulumu utamnusuru vipi? Utamnusuru kwa kumzuia kuto kufanya dhulma, lakini wewe tayari ndio unasimama kwa sababu hauna alwala walbaraa, kupendana kwa ajili ya Allah. Unamtetea mtu kwa sababu kwasababu natetea mtu kwa sababu ya maasia yake. Binadamu mitume ndio maasum, mitume wamehifadhiwa na kukosea, lakini si wengine, tunakosea kuna mapungufu. Kwa hiyo tupendane kwa ajili ya Allah na tutukiane kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Miongoni ta mwa faida, siku hiyo Allah subhanahu wa taala atasema wako wapi wale ambao walipendana kwa ajili ya ivi, leo niofunike katika kivuli

ta'ala ana anakustiri na lili jua ambalo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza ile hali yasi. Risala yetu ya leo ni kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kutukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyoona misingi ahlusunna wal jamaa, wao hawamchukii mtu mmoja kwa moja kutokana na yale makosa anayefanya, bali wanamchukia kutokana na makosa yake na pia vilevile wanampenda kwa ile taa ya

Anasema ya kwamba to ambaye atakayependa kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, na akachukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, na pia vile vile akatoa kwa ajili yake Allah subhanahu wa taala, na pia ta akazuia

Utaendelea kumpenda kwa sababu anafanya mihalafati, la unamchukia kutokana na yale makosa yake anayefanya, na pia vilevile anafanya taati, unampenda kutokana na zile taa ambazo anazifanya, ili usije ukawa ni katika wale ambao wana fikra za Khawarij, lakini na Mu'tazila na wale ambao wamewafikiana nao. Nabii vili akasema wa a'ta lillah, akatoa kwa ajili ya Allah, hakutoa kwa ajili ya riya, akazuia kwa ajili ya Allah, hakuzuia kwa sababu ya ubakhili la na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema mtu huyo atakuwa amekamilika imani. Ibn Abbas radiyallahu anhu radiyallahu anhuma anasema kwamba hawezi kupata ile ladha ya imani hata kama sala zake zitakuwa nyingi funga zake zitakuwa nyingi, hana al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, al-wala wal-bara, hana kuchukiana kwa ajili ya Allah, kupendana kwa ajili ya Allah, hana katika nafsi yake, anasema mtu huyu hawezi kupata ladha ya imani. Sema hata yakuna kadari Faka awe ni mwenye kupendana kwa ajili ya Allah na kutukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea kusema mna bas wa sara amatu muafati nasi ala amri dunya, asema ni sasa wengi katika watu kupendana kwao wanapendana to kwa sababu ya dunia. Ili niweze kufika sehemu fulani, lazima niwe na ukaribu na kumpenda mtu fulani, hata kama ana bid'ah ana mikhalafati hana alwala, na kumsapoti na kumsifu kwa sababu gani? wamependana kwa ajili ya dunia. Nimumbazi na Allah Taala kasema kama karne hizo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wanazungumza haya, je, karne zetu hizi ambazo kila kitu lazima kuwa na wazo, yani hivyo fika sehemu fulani, lazima kuwa na ngazi fulani ya kukugusha kwa hiyo mtu analazimika kumpenda mtu hata kama ni mhalafa, hata kama ana bidati ana kwaza, wa wa yani, ana maasi ana kadha wa kadha katika kumuasi Allah subhanahu wa taala. Yani, mpaka mtu anampenda ambaye anamfanyia uadui Allah subhanahu wa taala na Mtume wake kuliko anampenda mwislamu mwenzake, yani ambaye ni kafiri mapenzi ya kafiri kwenye moyo wake ni makubwa zaidi kuliko mapenzi ya kumpenda mwislamu mwenzake. Ana mihalafati lakini ati, ana taati za kumtia Allah subhanahu wataala, lakini huyu ambaye ni kafiri mapenzi yake anakuwa ni ya juu zaidi kuliko huyu ambaye ni mwislamu ana mihalafati na ana makosa yake na ana taati zake tunakwenda wapi ndugu zangu? Hiyo yote ni kwa sababu ya dunia. Ukiangalia hao watu ambao wanashabikia mipira, ni msiba mkubwa. Yaani mtu yuko tayari kumfanyia uadui ndugu yake muislamu dunia anamfanyia uadui kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya mpira tu anamfanyia uadui. Lakini akifanya uadui kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, utasikia huyu ana dini sana, huyu ana msimamo mkali. Lakini huyu anayefanya uadui wa kumfanyia ndugu yake ambaye ni mwislamu kwa ajili ya mpira kwa ajili ya dunia dunia. Iyamsauti ndugu zangu, katika imani, hatuwezi kupata ladha ya imani isipokuwa kama tutaishi kama alivyotueleza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukifanya hivyo kwa maelekezo na mafunzo tutapata ile ladha ya imani, tutakuwa kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alimesema kwamba muislamu ni nduguye ya muislamu, kama vile ilivyokuwa mwili mmoja, kiungo kimoja kikashtakia, mwili wote utashtakia. Lakini nikikosekana hilo, tutafanyiana uadui kwa sababu ya mpira tutafanyiana uadui kwa sababu ya dunia, na tutapendana kwa sababu ya dunia. Mtu anampenda kwa sababu ya mpira kuliko anavyompenda ndugu yake katika imani, katika taati, na anafanyana na kabisa, wanasema kushahuji. Ndugu zangu katika imani, kupendana ni ibada na ibada hiyo

Wampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fuate Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unamkuta mtu namna alivyokuwa na maneno ya kijeli, maneno ambayo ni machafu, mtu anazungumza. Kwani wewe sunna ngapi umetimiza? Sawa, sijatimiza sunna zote, lakini

Ndio maana tuna kosa alhubbu fillah walhubbu fillah, kwa sababu hatuna elimu, hatutaki kujifunza dini yetu, tumejalie dini yetu mbatakajifunza nyototo. Hayo mahaba mapenzi ya kupendana kwa ajili ya Allah na kutukiana kwa ajili ya Allah tutayafanya vipi kama tokua hauna elimu? Maana utafanya ala utampenda ambaye hastahiki wewe kumpenda, na utamchukia ambaye hastahiki wewe kumchukia, kwa sababu hauna elimu. Tunga leo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anamuuliza kiama lini, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamrudishia swali, umejiandaa vipi na hiyo kiama? Mtu yule anajibu anasema, mimi nampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, ndicho alichojiandaa nacho taati zingine ibadati zingine, kwa sababu mtu anafanya yale ambayo anayependa. Yani mtu atamtii, mtu atamtii kiongozi wake, si kwa ria, si kwa unafiki, kwa sababu anampenda lillah, na yale anayeamrishwa na kiongozi wake atayatekeleza kwa moyo ambao ni safi lakini kwa mtu ambaye anayefanya jia kiongozi wake ana maamuru, ana mapenzi na kiongozi wake, hawezi kulitekeleza hilo isipokuwa, atatekeleza kwa shingo upande, kisha baadaye atakuwa na zile sifa za kawaida za kuweza kushawishi kutokana na uongozi anakuwa nayo huyu kiongozi. Alhamdu lillah, huyu sahaba akasema, mimi nilichojiandaa nacho kwa ajili ya kiama, nampenda Allah na nampenda mtume wake

Angalia, akida hii, miamgo imani, chukua misingi, achana na akida za kishia za kuwatusi na kuwasema mibaya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu atakuje kufufuliwa na wale anaowapenda. Ikiwa wewe unawapenda Hawari, ikiwa wewe unawapenda Mashia, ikiwa wewe unawapenda Mu'tazila, ikiwa wewe unawapenda kina nani?